Leo nitaenda kuonyesha mazoezi ambayo yatakusaidia kuondoa maumivu ya mgongo. Zoezi la kwanza kama unayoliona hapo linaitwa downloading, ambao utainama hivyo. Kama huwezi kunyanyua mguu kama nilivyonyanyua, unaweza tu ukainama nilivyo tu inama hivyo, kakaa tu staili hiyo kwa dakika tano hadi kumi. Zoezi hili litakusaidia sana kuondoa maumivu ya chini ya mgongo wako. Kwa hiyo unaweza ukasogeza tu kama hivyo unavyoona. Zoezi la pili ni hili, ambako tukitoka pale tulivyokuwa tunakaa ni kwamba unalala namna hiyo, unarudi chini namna hiyo, alafu una, unaweza, kama unaweza kuinua miguu unaweza ukainua miguu kidogo kama nilivyoinua, au ukakaa tu kwa staili hiyo. Unaweza kukaa hivyo kwa dakika mbili hadi tano. Zoezi hili litakusaidia sana kuondoa maumivu ya mgongo. Zoezi linalofuata baada ya hapo kwa inaitwa dogi. Kwa hiyo kwenye zoezi hili ukiwa umekaa hivi, umepiga magoti, umeshikilia, unabinua kiuno chako. Kwa hiyo kwenye zoezi hili ukiwa umekaa staili hii, unarudisha kiuno chako kwenda chini Alafu unarudisha tumbo ndani, unainua mgongo juu, alafu unarudisha, unarudisha kiuno juu, unashuka, unashusha chini kiuno, tumbo, alafu unarudi juu. Zoezi hili itakusaidia sana sana katika kuondoa maumivu kwenye mgongo. Kwa hiyo unaweza ukafanya tu kadri uwezavyo. Unabana tumbo kama unarudi ndani, alafu unaashia, unarudisha kama unarudi juu. Zoezi linalofuata baada ya hapa ni ile hapa ambako ukiwa umekaa staili hii unashika mguu wako kuinua juu. Unainua mguu alafu unaushikilia. Zoezi hili litakusaidia sana kuondoa maumivu ya mgongo. Kama utakuwa utashindwa kushika mguu wako namna hiyo, utakuwa uwezi basi unaweza tu kainua mguu mmoja alafu ukarudisha. Kwa hiyo unaweza kainua tu kidogo, ukakaa dakika laba tano. Na ukakaa baada sekunde 30, alafu unarudisha unainua, alafu unarudisha. Zoezi lingine ambalo linafuata hapa ni hili, unafanya kama vile hindu tuliofanya mwanzo, lakini unarudi chini kidogo, alafu unainuka, unafikia katikati, alafu unarudi chini kidogo. Ni kama vile tuliofanya la kwanza na lile la pili la hapa, unainuka kidogo. Zoezi hili lote litakusaidia kwenye mambo ya mgongo. Kwa hiyo hapa zoezi lingine linalokuja ni hili linaitwa bridge, ambapo ukiwa umelala hivyo unainua kiuno chako juu. Kwa hiyo kama bado unaanza na itakuwa inakupa changamoto, unaweza tu ukainuka na ukakaa tu kwenye pozi ile ukaganda hivyo hivyo usirudi chini wala kutanua miguu kama mimi ninavyotanua. Kwa hiyo unainuka tu unaganda labda dakika sekunde 30 alafu unarudi chini unapumzika sekunde 15. Lakini ukisha ukishajua vizuri ukafata uzoefu ndio unaweza ukaenda kama mimi ninavyoenda. Zoezi lingine linalokuja ni hili kama child pose, ambako ukiwa umelala hivyo unaweka miguu yako kifuani, unavuta miguu yako karibu na kifuani unaiweka, unalala na mna hiyo. Hili zoezi ni zuri sana kwenye mgongo, itakusaidia sana kuongea maumivu ya mgongo na hata kwenye miguu yako Zoezi lingine ni hili hapa, lakini kama ujawa mzoefu basi, unaweza ukakaa tu kakalia miguu alafu ukaliacha. Linaweza likakupa changamoto sana ukiwa umejaribu, lakini ni zoezi zuri sana. Unaweza kuanza kulijaribu taratibu taratibu, na baadaye ukaliweza kulifanya vizuri. Litakusaidia mwili mzima, tumbo, kiuno lote, litakusaidia kuondoa maumivu ya chini ya mgongo. Zoezi lingine ni hili hapa. Kwa hiyo ukiwa umepiga magoti afu unarudi nyuma, unashikilia visigino vyako, unapinda namna hiyo, unasubiri hapo labda kwa sekunde 20 hadi 30, alafu unakuwa umemaliza zoezi lako. Zoezi hili litakusaidia sana sana kwenye mambo ya matatizo ya mgongo. Tunarudia ile kidogo. Zoezi linalofuata lingine ni kama lile, ila hapa unajipindisha juu na chini, juu na chini, juu na chini. Ni kama lile tunalirudia sasa hivi. Zoezi lingine ni hili hapa. Hili linahusisha migongo na katikati ya miguu yako, yani katika kwenye mapaja, kwenye nyonga. Zoezi linasaidia kwenye nyonga na kiuno pia, hata kwa wanawake, hata kwa wanaume. Kwa hiyo sio lazima uende chini kama ninavyoenda mimi. Unaweza tu ukapiga hivyo afu ukatulia, yani ukaweka uka pause hapo ukakata sekunde 20. Yaani ukaishia tu hivyo nilivyoishia mimi afu. Kwa hiyo kutanua miguu kutaendana kuendana na wewe jinsi uzoefu wako. Yaani jinsi utakavyokuwa umezoea ndio unaweza ukaamuka ukatanua miguu zaidi, lakini ukianza anza tu wewe utakapokuwa umefikia. Na hata hiyo kuchana msambadi chini basi, kama hautaweza, ni unaweza ukaanza tu taratibu utakapofikia basi hapo hapo, na wala usijisikie vibaya kwamba sio lazima ufanye kama nilivyofanya. Fanya tu kwa uwezo wako utakapoishia. Zoezi lingine ni ili hapo, unakuwa kama umechuchumani kama unapiga squat, ila sasa haufiki chini, hauchuchumai moja kwa moja, unaweka mikono yako kwenye magoti, unakaa namna hiyo. Ikikuchallenge, ikiwa changamoto kubwa sana kwako basi unaweza tu ukakaa ka, kama ukachuchumaa, alafu ukazidi kujiongeza kadi siku zinavyoenda. Zoezi lingine ni hili hapo, ukiwa umekaa chini, basi unapinda namna hiyo, unapinda unakaa huku dakika moja, unarudi unakaa huku upande wa kushoto dakika moja tena, unarudi unakaa huku dakika moja. Unaweza kuanza na sekunde 30 30 30. Hili zoezi litakusaidia kwenye kiuno hata nyama za pembeni ya kiuno. Alafu unarudi katikati, unaenda kushoto 30, unaenda kulia 30, alafu unarudi katikati, unapinda namna hiyo, lakini sio lazima ufike chini kama nilivyofika, utafika kuendana na pale uwezo wako utakapoishia. Na zoezi lingine ni kama hilo, unakaa namna hiyo, alafu unainuka kwa juu unainuka kwa juu, unaweza ukainuka kwenye pale uwezo wako utakapoishia. Na zoezi lingine ni hili, liko kama lile, sema hii unapinda namna hiyo, unakaa hapo sekunde kumi hadi sekunde thelathini. Yote haya mazoezi yatakusaidia sana kuondoa maumivu ya mgongo. Zoezi inayofata ni ili kwa utakuwa umeinama kama unaokota kitu alafu unagusisha mikono yako chini namna hiyo. Sio lazima utanue miguu nilivyotanua. Japo unaweza ukamua ukatanua, lakini unaweza ukaishia kuinama au kukaa pozi la aina hiyo. Nashukuruni sana kwa kunisikiliza na kuangalia video yangu mwanzo hadi mwisho. Usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza. Usisahau kushare video hii na watu wapendao, ili na weo waweze kujifunza, na tembelea tovuti yetu Tizitu.com ili uweze kuona habari nyingi na video nyingine zinazohusu mambo ya ya mazoezi na afya. Asanteni sana jamani, nawapenda sana. Bye.